Ya erini na mwaka mpya, kwa kweli sisi tumekuwa tukija hapa kama kule, na tumekuwa tukiwaita watumishi wa Mungu kwa sababu hii kazi kwa kweli, kama si wito au watumishi wa Mungu, ina ugumu wake kiasi fulani. Lakini sisi tuna mapamboa na tuwaheshimu kama watumishi wa Mungu. Hmm. Kwa hiyo hii ishirini ishiri na sita bado tunaendelea kuombea imani na kuwapa moyo kwa kuendelea kuhudumia watoto wetu hapa, hmm, kwa moyo upendo ambao naufanya. Hmm, ninaamini kwamba hata kama hakuna ambaye anaweza kuwalipa kwa hili ambalo nalifanya, kweli, hata ungepewa shilingi ngapi bado isingeweza kutosha hmm, lakini ule moyo wa ndani ambayo unawasababisha nyie nasikia furaha imewakubalia watoto kwamba ni watoto wenu, basi Mungu atawandika na Mungu ataendelea kuwainua zaidi na zaidi. Pia tulikuja na kiasi kidogo ambacho hii ni laki tano ambayo